Bwana taarifa njema nchini Tanzania ni ujio wa mmiliki wa klabu wa Manchester United Bwana Jim Ratcliffe. Bwana Jim Ratcliffe amekwenda Ikulu jijini Dar es Salaam akikutana na Mheshimiwa Daktari Samia Suluh Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, akimkabidhi mpira pamoja na jezi eh, lakini lengo kuu la kuja Jim Ratcliffe kuongea na Daktari Samia Suluh Hassan Asa hasa hasa ni swala la utalii ambapo, uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan eh, linatia nguvu katika kuboresha sekta ya utalii ambapo watatumia Manchester United kama sehemu eh, ama jukwaa la kutangaza vivutio vya kitalii vya nchini Tanzania ikimaanisha Tanzania bara pamoja na kule visiwani Zanzibar. Hii inaonesha kwamba moja kwa moja jinsi gani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanya makubwa kuhamasisha masuala ya utalii. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan alikabidhiwa jezi eh, na Jimmy jezi ambayo imesainiwa na wafanyakazi wote wa Manchester United. Yaani, wachezaji pamoja na wafanyakazi wengine akiwemo miongoni mwao ni Sir Alex Ferguson ambaye ni miongoni mwa manager bora ama makocha bora kuwahi kutokea pale Manchester United. Hii inaonyesha moja kwa moja ni uhusiano mzuri, na lakini jambo jingine ambao wameongea ni maswala ya kufungua kituo cha michezo. Ina maana Jimmy Ratcliffe ameshauriwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufungua kituo cha michezo ambacho kitawapa fursa vijana wa Kitanzania na nje ya Tanzania wapate nafasi ya kuonesha vipaji vyao na moja kwa moja kwenda nchi za Ulaya ama nchi nyingine kwa ajili ya kuonesha vipaji vyao moja kwa moja kwa kwa hiyo, hii ni fursa ambayo imetokea nchini Tanzania. Sio kila nchi ambayo inaweza kupata fursa hiyo. Big up sana eh, kwa mmiliki wa klabu ya Manchester United, lakini kazi kubwa imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Bwana, haya ni maendeleo moja kwa moja, hii inaonyesha alama ya kukua kwa soka letu nchini Tanzania, lakini hakuishia hapo akaenda kukutana e, na rais wa klabu ya Da young African, bwana engineer heris Saidi, na engineer heris Saidi alimkabidhi jezi ya dar es Salaam Young African mmiliki wa klabu ya Manchester United, bwana Jim Ratcliffe. Bwana, hii ni hatari sana, na ni pongezi kubwa kubwa kubwa katika maendeleo ya soka nchini Tanzania.